Niwaombe maafisa biashara wote, twendeni tukasimamie mfumo wa stakabadhi ghalani katika maeneo yetu kwa lengo la kurasimisha utaratibu wa biashara katika mamlaka za serikali za na mitaa. Naomba niwajulishe kwamba kupitia mfumo huu katika msimu uliopita tumeweza kuuza fedha yaliyoenda kwa wakulima imefika shilingi trilioni mbili pointi tisa. Haijawahi kutokea, na mamlaka za serikali za mitaa zilipata shilingi bilioni themanini na tano ambazo pesa hizi bila kukimbizana na mtu katika vizuizi. Fedha hizi mamlaka za serikali za mitaa walizipata kupitia mfumo huu. Naombeni mwende mkasimamie mfumo wa stakabadhi ghalani katika shughuli zetu, ni miongoni mwa jambo tulifanye vizuri, kwa lengo la kurasimisha vizuri biashara zetu zifanye vizuri. Suala zima la kuratibu biashara hizi ambazo hazipaswi kufanywa na wageni, ndugu zangu, naomba niwaambie tulipata changamoto kubwa sana. Leo hii unaenda eneo pale, singekalia koo, unapita mtaani utakuta mgeni anafanya biashara ya kimachinga. Kama ni Tanzania, hili jambo halikubaliki hata kidogo. Tumeunda timu yetu ambayo imeenda kufanya uchunguzi leo hii. Ndiyo maana tumeanza mchakato wa mabadiliko ya sheria hayo ambayo tumeyafanya katika finance bili iliyopita, na si mrefu tutatangaza sasa aina ya biashara ambazo zipaswa kufanya na wageni. Ndugu zangu, hili maafisa biashara ni la kwetu. Mara baada ya tangazo hilo, mna jukumu kubwa sana kuhangaika kuainisha ini jinsi gani mtu ambaye hausiki kufanya biashara hizo ambaye ni mgeni nendeni mkalisimamia katika eneo hilo. Rais anatutegemea sana katika eneo hilo, anatutegemea hasa kuwasaidia Watanzania hawa wadogo ambao biashara zao zinanyang'anywa wa wa wa za na watu wengine ambazo sio. Wivu wa kidiplomasia, nani wa kuwakataa wageni? Hapana, tunataka wageni wanaokuja kufanya uwekezaji, lakini biashara za kichuuzi zifanywe na Watanzania. Lakini waombe vile vilevile kutumia fursa ambazo zimepita zinapatikana kupitia uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya sita. Ni waombe, kwa mfano, watu wa mkoa wa Morogoro na wale wa Dodoma, leo hii tutafakari jinsi gani watu wa manispaa ya Morogoro wanaweza wakaitumia vizuri vipi stendi ya Msamvu kwa hii uwekezaji mkubwa wa treni ya SGR. Wale wa stendi ya Dodoma katika jiji la Dodoma ambalo hii idadi ya watu wengi wanashuka eneo lile karibu ya stendi tumejipanga vipi katika swala zima kushirikiana na idara zingine hasa za mipango miji, kuhakikisha maeneo hayo yanakuwa maeneo mazuri ya uwekezaji na kufanya biashara, hii ibaki komwe kikwetu katika maeneo mbalimbali. Kuna fursa hizi, zinatumia vipi, na hasa uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya sita. Juzi juzi tulikuwa simiu na Mwanza. Rais anakuja si muda mrefu, ataanza ziara katika kanda hii ya Pwani. Maana maafisa biashara rais yanakuja, lazima kuwe na direct coordination kati ya idara ya biashara mkoa na viwanda na biashara, kujua kwa mfano huko kwenu kuna viwanda vingapi vinataka vizunduliwe, rais ende akazindue. Kuna viwanda vingapi vikubwa rais akaweke mbao ya msingi. Kwa hiyo hii nawapa mwe kule Dar es Salaam tuna ziara si muda mrefu, inshallah Mungu akijali, kwa sababu ziara inazunguka maeneo mbalimbali. Fuatilieni eneo hilo, nanyi mnatakiwa mshaini katika taasisi yenu sekta yenu, mshaini mfuatilie, viwanda gani, biashara aina gani, mkuu wa nchi ama wasaidizi wanapokuja waweze kufanya biashara hizo hizo. Suala zima la industrial park, ndugu zangu, maeneo haya yameainishwa katika mipango yetu ya kiserikali Uainishaji wa uwepo wa industrial park na kuziendeleza kwake. Sasa hapa inataka mimi na ubunifu wa maafisa biashara katika mamlaka za serikali za mitaa kuona kwamba industrial park hizi tutazifanyaje, na hasa kuvutia wawekezaji kupitia wizara za zinazosimamisha zinazosimamia sera upande zetu wa uwekezaji na mipango, lakini hali kadhalika wizara ya viwanda na biashara. Tukifanya hivi tuta, tuta, tutaona kwamba tumepata mafanikio makubwa katika eneo hilo. Kubwa zaidi ndugu zangu, ni waombe swala so zima la muunganiko wa shughuli zetu mesemwa hapa na viongozi wote waliopita. Idara hizi hazizungumzi, kilimo, biashara, uvuvi, mifugo, madini hazizungumzi, hazizungumzi. Mkutano huu ninaamini utatusaidia uje na jawabu la pamoja, kwamba jinsi gani maafisa wa biashara watakuwa na roho yao ya kuratibu mambo ya biashara yote katika mamlaka za serikali za mitaa. Tukifanya hivi, tutakuwa tumepata mafanikio makubwa, na hasa kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika upande wa biashara. Ni washukuru sana mikoa wa mbalimbali na mamlaka ya za mitaa, na hasa katika utekelezaji wa maelekezo ya serikali.